Yani sijui hata kwa nini yani Da, kama kukojoa ni short call na kunya ni long call, sasa kujamba itakuaje? Mm. Mjomba, mjomba e, mjomba na, mjomba, hapa kuna maswali kidogo mjomba. Maswali gani tena mjomba? Mjomba, kama kukojoa ni short call, kunya ni long call. Mm. Na kujamba je, itakuwaje? kujamba tu mjomba. Ani mjomba, inamaanisha ni kujamba sasa. Mjomba, tumia simu kweli yani. Mjomba, kama kukojoa ni short call na tayari ipo pa short call, kunya ni long call na tayari ipo mjomba, kujamba itakuwa ni missed call kweli mjomba? Eh hey, kujamba ni missed call. Hato ndoke tukale sasa. Kwa mjomba, mimi nitamwambia madam kuwa madam, ego for missed call. yeah, of course, tondoke tukale Tondoke sasa.